Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amesema atasafiri hadi mji mkuu wa Uturuki, Ankara, kukutana na Rais Recep Tayyip Erdogan na atapatikana kwa mazungumzo ya moja kwa moja na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin mjini Istanbul siku ya Alhamis. Urusi bado haijasema ni nani atakayesafiri kwa ndege hadi Istanbul, ila tu kwamba ingetangazwa mara tu Putin atakapoona inafaa. Putin na Zelensky wenyewe hawajakutana tangu Disemba mwaka 2019. mazungumzo ya moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili mara ya mwisho yalifanyika Istanbul Machi 2022 katika wiki za mwanzo za uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Hapo awali Putin alikuwa ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja huko Uturuki bila masharti ya awali kabla ya Zelensky kutangaza kwamba angeenda yeye binafsi na kutarajia rais wa Urusi pia kusafiri. Marekani pia inatarajia kutuma ujumbe wa ngazi ya juu. Urusi tayari imeonya kwamba kutoa shinikizo kwa nchi yake hakuna maana na haikutoa kauli yake ya mwisho badala yake imetaka kuangazia suluhu ya muda mrefu ambalo linashughulikia kile Urusi inachokiona kama sababu kuu za vita, masharti magumu yaliyotangazwa kabla ya uvamizi wa mwaka 2022. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Samuel Yendru.